Akili bila karatasi, mtazamaji wa Tet Soma Kwanza TV, ndicho kipindi ambacho kiko hewani na tunaendelea hapa kuzungumza na mwanasaikolojia kutoka Sisema Tanzania na si mwingine ni Mr. Riving Nkya. Na hapa tumezungumza mambo mengi sana, na bado tunayo mengi ya kuzungumza, nikiamini kwamba hapo ulipo unafaidika na maarifa haya, na mimi ni Agnes Osea. Sasa Mr. Living, kuna changamoto nyingi umetaja, vipi changamoto za masuala ya kifamilia na uchumi zinaweza zikapelekea changamoto ya afya ya akili kwa mtoto? Kwa asilimia mia, masuala ya, ya kiuchumi hmm, pamoja na masuala ya kifamilia yanaweza kachangia kwa asilimia kubwa sana watoto kupata changamoto za afya ya akili. Tuzungumzie masuala ya kifamilia hususan migogoro ya kifamilia. Hapo unakuta kuna ugomvi aidha kati ya baba na mama au ugomvi wa wanafamilia ambao wana wako karibu na yule mtoto hii kwa asilimia kubwa inaweza ikachangia uh, changamoto za afya akili kwa mtoto, kwa sababu tunasema mtoto naye anajifunza kwa kuona na kwa kusikia yeah. Kama wanafamilia either baba au mama wanapitia migogoro katika familia, na ile migogoro namna yao ya kuitatua sio salama ama sio ya kiafya, kuna wale wazazi ambao unakuta wanagombana mbele ya watoto sasa yeah. Mtoto anapokuwa anakiona kile yeye yeah, anakitafsiri kama ndio namna ya kuishi, kwamba kumbe hivi ndivyo baba huwa anatatua changamoto zake. Kumbe hivi ndivyo mama anavyo react baada ya kukosolewa na baba, aidha mama anatukana, mama anamwaga chakula. Zile fujo yeye anaziona, anajifunza kama ni sehemu ya maisha. Sasa anapojifunza kama ni sehemu ya maisha, yeye pia anaweza akawa ni mzazi baadaye ambaye anaishi katika mifumo hili. Lakini inamwathiri vipi? Kuna changamoto nyingi za kiakili ambazo zinaathiri hisia. Mtoto anapoona zile fujo na anavyoona kama ni wazazi wanagombana kama sehemu ya kutatua changamoto zake mm -hmm. Yee kwake kihisia anaweza kamtengenezea wasiwasi, inaweza ikamfanya akaishi katika hali ya uoga, inaweza ikamfanya akaishi katika msongo mkubwa wa mawazo wa kuona kwamba ile sehemu anayoishi mm -hmm. sio salama kwake. Aidha anamchukulia mzazi wake kama mtu ambaye ni mkorofi, ni mkali na mtu ambaye sio rafiki kwake. Kwa hiyo aidha kesho na kesho kutwa, hata mtoto akipitia changamoto yoyote ya kijamii, aidha ni shuleni, labda kuna mtu kampiga, kuna mtu amemkosesha haki yake, huyu mtoto atakosa sehemu sahihi ya kwenda kuomba msaada, na kama kile alichokipitia kimemwathiri kiakili, hatapata msaada kwa mtu wa kwanza ambaye ni mzazi, na mwisho wa siku ataishi na ile changamoto kama sehemu ya maisha yake, na tayari tumeshapata mtu ama mtoto ambaye anaishi na changamoto za afya ya akili. Mtoto tayari haiko sawa na changamoto ya afya ya akili. Sisema Tanzania mnadili na watoto kuhakikisha kwamba mtoto anapata haki zake zote stahiki, tunamsaidiaje mtoto huyu sasa? Ya yeah, kama sisema Tanzania tunatumia njia nyingi kuwasaidia watoto hususan, tunatumia um, huduma <coughs> ya simu kwa mtoto ambapo hawa watoto huwa wanapiga simu na kukutana na uh, wasaikolojia ama wataalamu wa afya ya akili na kitu cha kwanza ambacho tunakifanya kama wa saikolojia ama huduma ya kwanza ambayo mtoto anaepata baada ya kupiga ile simu, tunawasikiliza ama tunapokea zile simu kwa moyo mkunjufu. Kumbuka, mtoto anapopiga hii simu anapiga kwa sababu kuna shida anaipitia, na tayari mtoto ameshakosa msaada katika mazingira ambayo yanamzunguka. Kwa hiyo, cha kufanya sisi huwa tunapokea ile simu kwa moyo, kwa upole na kwa namna ya kumsikiliza zaidi mtoto mm. Katika hali ya urafiki mm. Kama alishakosa urafiki katika familia yake ama shuleni na akapitia changamoto, na maana pale alipopiga simu mm. Anategemea atakutana na mtu ambaye atamwonesha urafiki na atakuwa tayari kumsikiliza ile changamoto. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha kwanza ambacho sisi tunakifanya, ukipokea simu kwa namna ya urafiki, upole na ustaarabu, kiasi kwamba mtoto anakuwa yuko huru kuzungumzia ile changamoto ambayo anaipita anaipitia kwa wakati huo, na baada ya kusikiliza ile changamoto, kwanza hatukimbilii kutatua changamoto, aidha ni mtoto anapitia ukatili katika jamii, hapana. mm. tunakimbilia kwanza kumwangalia namna gani tunaweza tukamsaidia yule mtoto akapata ustawi wa kiakili, kihisia, lakini kama pia ameathirika kitabia. Kwa hiyo tutaanza kufanya naye session ya kisaikolojia pale palepale kupitia ile simu, kwamba kumsikiliza kujua ile changamoto, lakini kuitafuta suluhu ya ile changamoto ambayo anaipitia yeye kihisia. Baada ya hapo, ndipo tunarudi katika ngazi ya kijamii kuhakikisha kwamba ile jamii inayomzunguka inaweza ikatoa ulinzi wa namna gani kwa yule mtoto, ndipo tunaanza kuzungumza na ustawi wa jamii, shule, ama kama wazazi hawahusiani na ile changamoto ambayo mtoto anaipitia, lakini wanaweza akawa msaada ndipo tunaweza kuestablish sasa mazungumzo na wale watu ambao wanamzunguka mzungu, mtoto kama ni mzazi, ustawi wa jamii, polisi, watu wote ambao wanashiriki katika kumsaidia mtoto. Kisha tunatengeneza ulinzi sasa wa mtoto hmm, katika jamii ambayo inamzunguka kifamilia, akitoka nje ya familia kama ameenda shuleni, lakini pia na mtaani pale ambapo alipata athari mwanzoni, tunaifanya kuwa sehemu salama na kisha tunakuwa tumemsaidia mtoto. Hiyo ndio sehemu ama kazi kubwa ambayo tunaifanya kama sisema Tanzania. Sawa, jamii inahusika vizuri sana kumlea mtoto. mm -hmm. Mtoto si wa kwangu tu, wa kwako Yeah. Mr. Lili Yeah. Sasa kwa jamii ambayo haifahamu chochote kuhusiana na swala zima la afya ya akili kwa mtoto inawezaje kumsaidia mtoto huyu? Ah, uh, ni swali zuri. Nafikiri pia jamii inastahili kupata uelewa wa hizi changamoto, hususani masuala ya afya ya akili kwa sababu kukosa uelewa ndipo tunakuja kuhukumu hmm, baadhi ya tabia ambazo tunaziona kwa hawa watoto. Sasa ni mtoto yupo katika jamii, lakini ameonyesha tabia aidha ni anu ni mdokozi, wanamuita mwizi, lakini pia ameonekana ni mkorofi, au ni mtoto kwenye jamii anaonekana ana lugha ambazo sio rafiki, lugha za matusi au za kuudhi. Jamii inakimbilia kumhukumu kwamba wewe ni mtoto mwenye tabia mbaya, sijui tabia mbovu. Kwa hiyo wanamwadhibu, watampiga, watamfukuza sehemu mbalimbali. Kule ni kumhukumu kitu ambacho sio kizuri. Hatujajua kwa nini yule mtoto amepitia ile, amefanya, amefanya kile kitendo. Hatujajua kwa nini amefanya kile kitendo kile alichokifanya tumekimbilia kumhukumu, sasa hatuja tatua tatizo kwa sababu hatujakimbilia kujua lile tatizo. Kwa hiyo jamii inatakiwa kutafakari na kuelewa kwamba sio kila mtoto anapoonyesha tabia za utofauti kwenye jamii basi tunatakiwa kumhukumu kwa ile tabia. Hapana, tunatakiwa kuelewa kwanza kwa nini yule mtoto amefanya kile kitendo ambacho wewe umekitafsiri kama kitendo ambacho sio kizuri, tabia ambayo sio nzuri au lugha ambayo sio nzuri. Eidha huyu mtoto anafanya vile kwa sababu kuna kitu ama kuna ukatili anaopitia, na sasa ule ukatili umeshamwathiri kiasi kwamba anamuona kila mtu kwenye jamii yake ni mtu ambaye ni hatarishi. Kwa hiyo namna yake ya kujilinda ni kukutukana wewe ili uende mbali, ama ni kukuzungumzia katika lugha ambayo sio nzuri. Kwa hiyo ili namna ambayo mtoto anatumia kujilinda, lakini ukimhukumu na kumpiga unakuwa hujatatua changamoto, bali umeongeza changamoto na wewe atakuona sio rafiki. mm -hmm. Inawezekana kumbe ulikuwa ni sehemu ya kumsaidia yule mtoto mm -hmm. Kwa hiyo tusihukumu matendo, bali tujue kwa nini hawa watoto wana, uh, wanafanya vile ambavyo wanafanya na kitu gani ambacho kinawapelekea wao kufanya vile, ili sasa tujue namna gani ambao tunawasaidia dha ni kuwatafutia wataalamu ama watu wote ambao watawasaidia kukabiliana na ile changamoto ambayo wanaipitia. Sawa, changamoto ya afya ya akili kwa mtoto isipokabiliwa mapema inaweza kuwa na athari gani? <coughs> Athari ni kubwa, na athari za changamoto hizi kama mtoto asipopatiwa suluhu zinaweza zikawa ni athari hata pale ambapo anakuwa mtu mzima. Na of course, kama sisi wataalamu wa afya akili ama wa saikolojia tunapokuwa na session ama tunapokuwa katika mazungumzo ya tiba pamoja na mteja, huwa mteja anakuja anakuambia, mimi ah, nimegombana na mwenza wangu baada ya kumtukana au alimtukana au tulikuwa na ugomvi fulani, akifikiri kwamba ule ugomvi ndio changamoto, lakini sisi huwa tunarudi nyuma zaidi kumuuliza kwamba katika makuzi yake ama malezi yake alipitia makuzi ya namna gani. Lengo langu sio kudadisi maisha yake, lakini ni kudadisi edha kama yeye, hapo. Nazungumza na mwanandoa sasa, ya nazungumza na mwanandoa <laughs> lakini nagusia utoto wake mm. Ni kwanini? Kwa sababu huyu mtu anaweza kaa kwenye ndoa, alisha react vile kwa sababu ya ile changamoto ambayo alipitia katika mtu, akiwa mtoto. Kwa hiyo mimi lazima kama mtaalamu nirudi katika utoto wake, nikague huyu mtu mzima alipitia changamoto gani, akiwa mtoto alipitia malezi ya namna gani akiwa mtoto, vitu gani alivipata, vitu gani alivikosa kama mtoto, vile vitu ndiyo vinaleta changamoto kama mtu mzima. Kwa hiyo, mtoto asipopata suluhu ya changamoto za afya ya akili akiwa mtoto, basi tunaweza tukatafsiri hizi changamoto zinaenda zikaathiri utu uzima wake katika mahusiano mm -hmm. aidha ya kimapenzi, mahusiano ya kifamilia, mahusiano ya kijamii, katika kazi, zote zinaenda kuwa ni athari. Lakini akiwa mtoto kuna changamoto nyingi zinaweza zikazalishwa. Tunaweza tukapata uh, watoto ambao wanaonekana wana hasira kupita kiasi katika jamii yeah. Watoto ambao wanapenda kukaa peke yao, wanajitenga sana, hapendi kuchangamana na wengine mm. Lakini ni watoto ambao wanaonekana uh, kuna wengine utakuta hawapendi shule. Sasa kwa nini mtoto apende shule? Kupenda shule pia ina kusiana yeah na Hmm. Yeah, yeah, of course kwa sababu kuna changamoto, changamoto ya afya ya akili haijileti yenyewe, inasababishwa na kitu. Huenda huyu mtoto akiwa shuleni alikuwa anapitia bullying, tunasema uonevu. Kuna mtoto mwenzake alikuwa anamwonea kupita kiasi ama kulikuwa kuna mwalimu ambaye naye alikuwa na changamoto zake, mm -hmm. na mwisho wa siku akamfananisha yule mtoto kama sehemu ya zile changamoto kwa, akawa anamwadhibu kupita kiasi, kwa mtoto anakuja kukataa shule kwa sababu ameshaathirika kisaikolojia na ile bullying, ama ule uonevu ambao anaopata kule shuleni. Mwisho wa siku anakuwa tena uh, kiakili, kiafya akili hayuko sawa, kwa sababu ya changamoto za afya akili ambazo anapitia shuleni. kwa hiyo uh, Shule pia inaweza kawa ni moja katika au kati ya zile athari ambazo mtoto anazipitia kama athari za afya ya akili. tunapoelekea kukamilisha hapa m mm -hmm. Kwa ujumla ni akina nani ambao ni wasababishi, na tufanyaje kuepukana na changamoto hii? Ya, swali zuri na hili <coughs> swali linaweza likawa na majibu ambayo mara nyingi huwa yanashangaza watu mm -hmm. Na sasa kama sisi ambao kupitia sisema huduma ya simu kwa mtoto tunapopokea zile simu uh, katika ta tafiti zetu tunaona kwamba mtu wa kwanza ambaye anakuwa na anajihusisha ama anakuwa tayari anasababisha athari za afya akili kwa mtoto ni mtu wa karibu na mtoto, yeah. Ni watu ambao wanatokea katika familia, edha baba mm. Mama ama ndugu yeyote ambaye anakuwa yuko karibu na mtoto, au ndio watu wa kwanza ambao wanasababisha au wanapelekea zile athari za changamoto afya akili kwa mtoto mm. Edha ni katika malezi yao ama wao binafsi hawakusughulisha changamoto zao, mwisho wa siku zile changamoto zao zinaenda kuwa athari kwa mtoto. Kwa mtu wa kwanza ambaye naweza nikamzungumzia na kutokana na simu ambazo sisi tunazipokea na huduma ambayo tunaitoa, kwanza ni watu wa familia, jamii karibu ambayo mtoto anakuwa anajihusisha nayo mara kwa mara, ni familia. Nimezungumzia baba, mama ama ndugu, lakini pia wapi mtoto anakuwa anaenda mara kwa mara? Utakuta ni shuleni. Sasa huko anaenda kukutana na wanafunzi wenzake, walimu, na watu mbali mbali wanaokuwa katika ile jamii. Kwa hiyo wale pia wanaweza wakashiriki katika ku, uh, kuleta athari afya ya akili kwa mtoto Inaweza ikawa labda ni kupitia ambao nimezungumzia awali bullying. Yeah. ama uonevu. mm. Kukaripia sana watoto mashuleni mm. Kuadhibu kupita kiasi mm. Ama kuto kuwazingatia katika ufaulu wao ama chang au, au kuto kufaulu kwao mm. Au wote ni watu ambao mimi naweza nikasema ni namba moja katika kusababisha athari na changamoto za afya ya akili kwa mtoto mm. Yeah. Sawa, mazingira gani tumweke huyu mtoto baada ya kuathirika ili aweze kuwa sawa na maisha yendele yeah. Mazingira ya kwanza kabisa yaanzie kwako wewe mzazi, ambaye unaishi karibu na mtoto ama mwalimu. Kumbuka uh, mtoto anapokufuata kuzungumza na wewe anahitaji urafiki, anahitaji utulivu, anahitaji uwepo wako wewe, ili yeye apate msaada wa kile kitu ambacho anakipitia. Mtoto anaweza akakufuata wewe akiwa na lugha ambayo inaonekana kama ya kitoto, lakini akakufuata wewe akaongea na wewe katika lugha ambayo ukasema, uh, ukapuuzia kama hichi kitu nacho ni cha kitoto, kumbe ni mtoto anajaribu ya kawaida, yeah, kumbe mtoto anajaribu kusema nina shida mm, nahitaji msaada. Sasa ukipuuzia mm, kile ambacho mtoto anakufata ama ukigoma kuzungumza naye ama ukimpuzia katika kile ambacho anakizungumzia, tayari moja kwa moja wewe unakuwa mtu wa kwanza kusababisha yule mtoto kuto kupata msaada. Kwa hiyo kama jamii ambayo tuna husiana na mtoto, tuwe watu wa karibu kusikiliza kile chochote ambacho mtoto anakileta kwako, kwa kama malalamiko, furaha yake, akihuzunika, msikilize na jaribu kutatua ile changamoto. Usikubali yule mtoto akaondoka na kilio ama chozi lile ambalo amekuja nalo kwa kuhakikisha, na unakuwa mtu wa kwanza kumsikiliza na kuhakikisha kwamba yule mtoto anapata suluhu ya kile kitu ambacho amekuja nacho kwako kwa. Hata kama ni cha kawaida kisikilize na mrekebishe, kama mzazi mlezi, ama mwanajamii yoyote ambaye unaishi na mtoto kisha kwamba unakuwa suluhu kwa changamoto ambayo mtoto wako amekuletea. Jalishi udogo wa tatizo ambalo ameliongea kwako, lakini nafaa uweze kulichukulia kwa uzito, si ndio? Hivyo sawa, mimi nikushukuru sana yeah. Naamini kupitia kipindi hiki kuna mzazi au mlezi ameweza kufaidika na elimu hii, na nakwenda kumchunguza kijana wake kwamba hana dalili yeah. <laughs> au alishawahi kumfuata alafu akachukulia kawaida. Sawa yeah. Sawa. Mtazamaji wa TET Soma Kwanza TV, tumekamilisha kwa ungwe hii kwa siku hii ya leo. Mimi tu endelee kusisitiza kuendelea kutufuatilia hapa hapa TET Soma Kwanza TV kwenye kipindi hiki cha akili bila karatasi. Mengi na mazuri yanakuja, hasa kipindi hiki cha likizo. Mimi ni Agnes Osea, kwa heri kwa sasa <todic music>